Na baraza la kitaifa linaloshughulikia utekelezaji wa haki limetangaza hatua madhubuti za trafiki kufuatia kuongezeka kwa, kwa ajali za barabarani nchini, huku shughuli za usafiri zikiongezeka msimu huu wa sherehe. Wakikutana katika mahakama ya upeo jaji mkuu Martha Koome pamoja na maafisa wa idara ya polisi, waendesha mashtaka, wadhibiti wa, wa, wa sekta ya uchukuzi pamoja na mashirika ya kukabiliana na ufisadi walitangaza mbinu shirikishi itakayotumika katika juhudi za kupunguza ajali hizo msimu huu na hata baadaye. Mtazamaji, haya yanajiri huku takwimu rasmi zikionyesha ongezeko la asilimia tano katika vifo vinavyohusiana na ukiukaji wa kanuni za trafiki mwaka huu. Huku mamilioni ya Wakenya wakitarajia kusafiri msimu huu wa sherehe, sekta ya utoaji haki imetoa onyo kuhusiana na kukithiri kwa ajali za barabarani. Kiwango cha ajali hizi kimeongezeka kwa asilimia tano mwaka huu na kusababisha kutoka kwa baraza la kitaifa linaloshughulikia utekelezaji wa haki kuchukua hatua kwa dharura. The

Katika hali nadra ya ushirikiano, idara ya mahakama, idara ya polisi, waendesha mashtaka, pamoja na wadhibiti wa uchukuzi waliafikiana kuhusu mkakati wa utekelezaji wa pamoja unaonuiwa kupunguza idadi ya vifo pamoja na kuharakisha kesi zinazohusiana na ukiukaji wa kanuni za trafiki.

where the mobile traffic courts are operating. Ili kushughulikia malalamisho yanayotokana na ufisadi Tume ya Maadili na Kupambana na Ufisadi nchini imewatuma maafisa wake kwenye barabara kuu nchini ili kufuatilia utekelezaji wa kanuni za trafiki. We want to urge Kenyans not to pay any bribe whenever they are arrested for violating traffic laws and regulations. Moreover, there will be monitoring of human rights violations. Serikali imesema hatua hizi zitakuwa thabiti lakini za haki zikihakikishia madereva kwamba sherehe hazitavurugwa bila sababu maalum. Are madereva wameombwa kutii sheria za trafiki, kuepuka kuendesha magari kwa kasi kubwa kupita kiasi, pamoja na kuendesha magari wakiwa walevi, huku wakiripoti visa hivyo kupitia nambari zisizo na malipo no